Mimi sio nabii na wala sio nabii, hata kama ni watu wanafanya jokes na mimi nikifanya jokes, mimi sio nabii na, na ni cheo kikubwa sana na sio nabii. Sio nabii kabisa, na mimi sio mkamilifu mbele ya Mungu, ila mimi nampenda Mungu, lakini mimi sio mkamilifu na makandokando mengi tu, kwa mimi sio nabii, lakini kuna wanaojiita manabii lakini wauni au utashughulika nao au tashuga ambao wanaenda kanisani wanavua wake za watu nguo, wamechora matatu eh, anavunja ndoa ya watu, afu inaonekana ni kawaida. Kanisa limekaa kimya, hakuna hakuna mahali inatoka tamko lolote. Imani imani ya imani ya Kikristo inaanza kuonekana kama ni imani ya kiuni, kwa sababu kuna mtu eti kuna mtu anasimamisha mwanamke mazabauni, na mwanamke anavua mgongo, anaonesha tatuma za bauni, huyo jodevu anaonesha tatuma za bauni alafu waumini wa wanapiga makofi wanashangilia kama kitu cha maana. Mwanamke anasema hadharani mimi nimemwambia mme wangu kwamba kuliko nifute hii tatu ni bora tuachane, alafu huyo nabii anampa ule mwanamke pesa ya kuanza maisha kwa sababu ameachana na mke wake. Huyo huyo ni nabii? Ni msela huyo. Tutashughulika, tutashughulika naye naye kwa mamlaka ya Kimungu. Kamwambieni na waumini wake. Nawaambia hivi, msiwe madhaifu katika kufikiri. Mtawajua. Biblia inasema hivi, mtawajua kwa matendo yao, kwa matendo yao, sio mbwembwe, sio mbwembwe. Ndio hata juzi nikasema wanapita wanafanya politics, utafikia wanafanya kazi ya Mungu. Unawezaje ukachukua kanisani kwako milioni mia moja kwa maskini? Umewacha maskini ndani ya kanisa lako, afu ndani ya kanisa lako hauna foundation ya kusaidia wale watu ambao wana maisha duni. Imani imetumika sana kuwafanya watu waendelee kuwa duni na ndio maana nikasema kuna siku pengine naweza nikajikuta na hubiri Injili, kwa sababu naona kuna upotoshaji mwingi kanisa hilo. Nenda kaangalia ya makanisa, wanaosali ni watu wenye uwezo mdogo sana, lakini wanawaambia leteni fungu la kumi, mtoleni Bwana, hela zinakuja pale. Unaona watu wakiwa wa, wanapokea pesa. Unachukua hela kwa maskini, ndani ya kanisa lako hakuna foundation ya kusaidia maskini. Una watu ndani ya kanisa lako hawana nyumba. Upendo unaanzia nyumbani. Unachukua zile hela unakuja kufanya public show. Ndio maana nikasema hata watu kiangalia, angalia magari wanaotembelea, angalia nyumba wanazoishi, wanatimiza miaka ishirini, angalia makanisa yao ndani, mabanzi mabanzi. Huyu Mungu mnayempenda kwa kiwango hicho na hizo wala mnazogawa kwa kiwango hicho, sianza kumtengezea mwenyewe Mungu self nzuri hii, tusadili naye kiutumishi. Ila kuna tofauti kati ya watumishi wa Mungu na viongozi wa dini. Mtumishi wa Mungu sio lazima awe na gari, sio lazima awe na kola, hata wewe unaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana. Sina mpango wa kufungua kanisa, lakini na mpango na mpango sana wa kumpenda Mungu. Mimi sio mkamilifu, hata hapa ninavyofanya ni utumishi huu, kuliko ule wa kwenda Semunge. Unachukua hela kwa maskini, alafu unaleta kwa maskini kufanya show. no tengeneza foundation, tengeneza shule, tengeneza empowerment, tengeneza vitu vingi, ili wale watu ambao unawagaia hela waje wasome skills. Somesha watu, peleka watu shule, peleka watu sido Sio mbwembwembwembwe hizi za kufunua wanawake za watu nguo hadharani, alafu anakwambia nimesema sifuti, alafu nasema haya okay, na ja, <naughty> ni mahaba we, tutaukemea tutaukemea. Ah, nimemaliza kamanda, hamna cha mheshimiwa wala nini, hapana. Watu tu, ubunge, ubunge, lakini lengo watu. Nyumbani mpe na kusubscribe kugusa kuja... alama ya kengele ili uwa wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.